Pole, sitakusomea vile anakuambia. Sasa nitakuwa nimekutandika hata nikate mguu hapo, ni mkasi, sorry

Kukuo. Mimi ndio naambia hivyo. Esenja ni na mamukunda ije nake, ne uite ukusia kama ende na uita Nairobi na no, ukenda na usuta kama kunia na uita nena. Kuja sasa kwes. Sasa hapo rafa. Ni aje? Uko poa. So uh, hapo ni. Wacha nikwambie. Yes, hii ni mara ya mwisho nakupatia msomo. Next time ndakukata hiki kichwa niweke kwa post. Nikaje si ndio ikata, kata. Ni uwe sio unataka kuniua. Ni uwe, ni vile mimi huwa nasoma Bible. Ni

Tuende mama, tuende tupike na tuende ushago tuende.